na vitu vitano kuwaletea mashetani katika mizimu wa ghairi dhalika na mingineni kuja nao wakawekea mashetani. Utaona katika mizimu kumewekwa nataje taj chan knakusa tuiga kitu gani? sisi wengine hatujui abukadh tunajua

kuruka najini kuelekea Maka ya Baitul Maqdis au wengineo, yaani mtu anakwambia katika wale wasahara qatalahum Allah, anakwambia leo moja kukutembelea eipuukuja wewe wakati wao uko pengine Pemba magharibi, anakwambia leo baada ya isha na kuja kukutembelea tajiuliza, kuna boti gani ya usiku ndege asi akutokapakanda bazieni lakini, saa mbili kafika kweli. Wanafanya kweli wanafanya kweli, wanaandika baadhi ya maneno utakuona mimi katika miguu yao, huandika majina ya majini, kadhalika majina ya malaika waandikwa, kuchora alama fulani za pembe tatu adikiw

nda mwingine unakuhabarisha wewe juu ya mambo hayo kwa njia ya kusoma nyota, atanjim ilmu nujum. Tutaja kuelezea na kilimawatosheleza zaidi wa ilmu nujum au tanjim, maana yake wa huwa alistidlal bil ahwal al falakiyya, nayo ni kutolea dalili hali za al falakiyya. Al falakiyya maana yake ni nyota

Mwezi una vituo ishirini na nane na kila kwenye kituo kimoja kuna nyota sawa, kila kwenye kituo kimoja kuna nyota. Kwa hiyo hutumia hizi nyota za kwenye vituo kuhusu mwenendo wule yanayotokezea ardhi. Vipi? anatoa mfano yeye mwenyewe kaaukati hububi riyahi wa majii lmatar, kama wakati wa upepo nyota ile imekaa pale, patakuja kimbunga. Wa maji lmatar, nyota ile, kunakuja mvua au mvua imenyesha jana kwa sababu ya nyota ile pale. Watagayuri al as'ar, kadhalika mabadiliko ya bidhaa na thamani, kwamba mwakani patapanda bei vitu kwa nyota kadha wa kadha, kama ambao mlishuhudia kwa yule bwana ya Hussein

na mengineyo katika mambo ambayo wanadai hudirikiwa kutambulikanwa kwake kwa mwenendo wa nyota, fi majariha katika mapito yake, wajitimaiha, na zinapokusanyika nyota, waftirakiha, na zinapofarikiana nyota. Kwa kusanyika kuna ishara ya kitu fulani, zikiwa zipo tofauti tofauti scattered